Sawa sawa. Yeah. Nambari vilevile, hakikisha y kwamba pesa inagawawa kwa njia ya haki, pembe zote za Kenya wanapata haki yao, hata hapa vilevile mnapata haki yenu, manake muda mrefu sana mnakuwa nabaguliwa, wengine wanasema ni wao ndio pale, ati wao ndio shareholders. Na serikali ya shareholders. Shareholders ya ya mama yako. Hmm. Kila Mkenya, kila Mkenya ni shareholder manake kila Mkenya anatoa ushuru. Kila Mkenya anatoa ushuru. Mama kaenda pale kwa duka akinunua chumvi ametoa ushuru, ukinunua sigara toa ushuru kubwa kabisa eh? one for the road ndani yake <laughs> Eh? Sasa hiyo ninataka serikali ifanye, wewe huduma em ya kwamba sisi ndio si sisi, si tulipiga kura pande hii? Sisi ndio shareholders, naingia ndani. Wengine wako na share mingi zaidi, wengine wana share kidogo, wengine hawana share. Wewe unasema wewe unataka kuongoza Kenya. Wewe ni mna gani? Wewe ni mnyama? Wewe si yes, binadamu. Wale watu tunasema hawa, hatuwezi kuungana watu kama hao, watu ambao wanaleta ubaguzi Ubaguzi inaweza kuleta mapigano mpaka ikaleta mapinduzi katika taifa. Hatutaki mambo kama haya, siasa ya chuki, siasa ya ubaguzi, siasa duni ambayo tutaki katika taifa letu. Nataka Wakenya waungane wawe kama kitu kimoja turie